Leo ni siku ambayo imegusa mioyo ya Wakenya wengi sana, kuanzia siasa na historia ya taifa zima la Kenya. Taarifa za kifo cha Raila Amolo Odinga zimeenea mitandaoni, zikileta huzuni, mshangao na maswali mengi. Kwa wengine, Raila alikuwa shujaa wa kidemokrasia, sauti ya waliokosa haki, na kwa wengine, alikuwa mpinzani mkali zaidi kuwahi kutokea nchini Kenya. Lakini bila ya kujali upande wako wa kisiasa, kifo chake kimeacha pengo kubwa katika mioyo ya Wakenya. Katika video hii tumekusanya sauti za wananchi kutoka mitaani na hata diaspora. Kila mmoja akiongea kwa hisia zake halisi kuhusu Raila Odinga. Tusikilize sasa nini Wakenya wanasema kuhusu kifo cha Raila Odinga? My people, breaking news, Raila Odinga is no more. It has officially been confirmed. Amekufia India wanasema ni Has been confirmed dead and it has been reported that uh, he died from a heart attack, uh, earlier this morning while he was having a morning walk, uh, in India. Rest in peace, Raila Odinga. The legend the former Prime Minister of the Republic of Kenya, Raila Amolo Odinga, according to reports, he has passed away. Uh, Makioko India palipenye alikuwa anafanyiwa Ayurvedic treatment na alipata cardiac arrest. So I've not yet confirmed this story but hiyo ndio kitu yenye mimi nasikia sahi na nita update kwa information further yenye nitapata regarding this story. Either way, ni hiyo tu. Sasa najua pale William Ruto hapo. It's now confirmed and breaking news that Kenyans have lost one of their great sons, Raila Amolo Odinga. History will be written about this man called Raila Amolo Odinga he has died at age of 80 through a heart attack it is alleged it was a heart attack the longest detainee nine years in detention his mother died when he was in detention fighting for a good country the man who gave us kibaki through a kibaki tosha moment the man who went around this country popularizing the new constitution that we are having yes right ahead his own weaknesses that is for sure but he was a real son of the soil. Wa filipi wa kwanza ishirini na moja, Paulo akasema kwa maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Rest in peace, Jacob. Mtazamaji, tunasitisha matangazo haya kuwaletea tangazo la kuhuzunisha na Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Naam, habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo. Naam, tangazo rasmi linasubiriwa kutoka kwa familia ya Odinga na serikali ya Rais William Ruto. Naam, mtazamaji, tukirudia tena, tunasitisha matangazo haya ya moja kwa moja kuwaletea tangazo la kuhuzunisha ambapo Raila Amolo Odinga ameaga dunia. Na mtazamaji, habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo asubuhi. Naam, tunapotoa tangazo hilo tunasubiri tangazo rasmi ambalo litatolewa na familia ya Odinga na serikali ya Rais William Ruto. Na mtazamaji, kwa yule ambaye anatazama kwa hivi sasa ni kwamba tunasitisha matangazo yetu haya kuwaletea tangazo la kuzunisha kwa hivi sasa. Naam, ambapo Raila Amolo Odinga ameaga dunia akiwa na umri wa miaka Naam habari tunazozipokea kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga aliweza kufariki mapema hili leo asubuhi. Na muda wowote kutoka sasa, familia pamoja na serikali ya Rais William Ruto itakuwa inatangazia taifa kuhusiana na kifo cha Raila Amolo Odinga. Ama kwa hakika tutakuletea mengi zaidi kuhusiana na kifo chake, na pia vilevile vile, ni wingu jeusi limeweza kugubika taifa na ulimwengu mzima kwa jumla. Naam, bila shaka mengi zaidi tutakuwa tunakuletea baada muda sio kwa mrefu. Tutakwenda kila pembe nchi yetu ya Kenya, ikiwezekana, nje ya nchi kuangazia kuhusiana na jinsi ambavyo wananchi watakuwa wanapokea taarifa hizi na kuomboleza kifo cha galacha wa siasa za demokrasia, na pia vilevile aliyepigania vile mageuzi ya kikatiba hapa nchini Kenya. Naam, ni makiwa kwa wote mtazamaji, kama unatupata kwa hivi sasa, tunakatisha matangazo haya ya moja kwa moja kukuletea taarifa hizi za kuhuzunisha. Naam, taarifa za kukuambia kwamba Raila Amolo Odinga ameaga dunia nchini India akiwa na umri wa miaka 80. Habari tunazozipokea mtazamaji, kutoka India zinadhihirisha kwamba Raila Odinga alifariki mapema hii leo. Naam, tangazo rasmi litakuwa linatolewa muda wowote kutoka sasa na familia ya Odinga na pia serikali ya Rais William Ruto na hizo ndio sauti za wananchi wa Kenya wa kawaida, vijana, wazee na hata wale walioko mbali, wote wakiakisi namna Raila Odinga alivyoacha alama katika historia ya taifa la Kenya. Kwa miaka mingi Raila Amolo Odinga alisimama kama ishara ya upinzani, ujasiri na matumaini. Na hata kama maoni ni tofauti, jambo moja alibadiliki, mchango wake katika siasa na mustakabali wa Kenya utabaki kwenye kumbukumbu kumbu za vizazi na vizazi. Je, wewe unahisi vipi kuhusu kifo cha Raila Odinga? Ni nini utakumbuka zaidi kumhusu Mheshimiwa Raila Odinga? Niachie maoni yako kwenye comment section ili tujadiliane zaidi kwa heshima na upendo. Asante kwa kutazama Mizuka Media, chanzo chako cha habari za mastaa, siasa na lifestyle ya Afrika Mashariki. Usisahau kutufollow au kusubscribe ili upate taarifa za video mpya. Mungu ailaze roho ya Raila Amolo Odinga mahali pema peponi, e Bwana. Mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media. Namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano nawaachia nyinyi hapo. e Bwana, eh, ee, tukutane kwenye video ijayo.